Pasaka inakuja hii. Watu watakula mapilau mpaka watamwaga, lakini hawana hawana muda na yatima wala wajane alafu. Nasema umefu, umefunga siku arobaini bure tu, umekaa njaa tu. Unaweza ukafunga Ramadhani unaweza ukafunga kwa resma, kama una roho mbaya, umefunga umeshinda njaa. Mungu aogope kukaa siku arobaini bila kula. Mungu aogopi. Dini ni upendo tummoja, seme amina. Love. Natutisha swaumu Ramadhani kwa resma, msitutishe. Tunanga anasema, heri wenye moyo safi maana hao watamwona Mungu. Anasema Yakobo moja Yakobo moja ishirini na saba dini iliyo safi isiyo na taka mbele ya Mungu Baba ni kuwalisha masikini na wajane katika viki yao. So, Mungu anategemea umlishe mjane. Mungu anategemea umlishe masikini. Kaa kwenye ukristo mpaka ufe, kama hujamsaidia masikini, kama hujamsaidia mjane, kama hujaishi kwa upendo, ukuwa kwenye dini, we ulikuwa natuzuga tu. Ndio maana mi namuheshimu sana mtu anasaidia, siangalii imani yake. Aya, mambo ya imani mmeyaleta wenyewe. Kuna dini duniani sasa hivi zaidi ya mamilioni dini, nikizungumza dini ziko zaidi ya mamilioni. Dini ya kweli ni ipi? Dini ya kweli ni matendo yako mema unayoyafanya hapa duniani. Mungu anajua huyu ana dini. Usinitishe na kilemba chako mimi. Sema amina. Unanitisha mimi, unanitisha na kanzu mimi.